Sayidina Muhammadin wala wa alihi wa ashabihi wamanwalaa. Amma baadu ayuha lmushahiduna alkiram, ndugu wapenzi watazamaji, tunakutana kwa mara nyingine katika darsa zetu zinazoendeshwa katika markaz ya Abujadawi Islamic Foundation na leo ni darsa

na darsa yetu ya leo itakuwa ni aduwaru alawalu min hayati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mzunguko wa kwanza ukielezea baadhi ya maisha ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hii ni darsa ya kwanza. Sayyiduna Muhammad, bwana wetu Muhammad. Huwa rasulullah ila lnasi kafa, naye ni mtume wa Allah aliyetumwa kwa watu wote. Wa akhirul anbiya, na ndiyo mwisho wa manabii. Wa imamur rusuli, na ndiye imamu wa mitume wote mursali kama alivyowasalisha kule Baiti lMuqaddas. jaa biddini lislamii, amekuja na dini ya Uislamu. aladhi la yaqbalu llahu yauma lqiyamati dinan ghairahu, dini ambayo Mwenyezimungu subhanahu wa taala hatoikubali siku ya qiama dini nyingine isiyokuwa dini ya Uislamu dini itakayokubalika au dini inayokubalika mbele ya Allah subhanahu wataala, ni dini ya Kiislamu, na ndio maana Mwenyezi Mungu akasema waman yabtaghi ghaira lislami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin, na yoyote atakayeifuata dini isiyokuwa ya Uislamu, basi hatokubaliwa hiyo dini yake na akhira mtu huyo atakuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Wa huwa min nasli saadati Quraishi, naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka katika kizazi cha mabwana wa Maquraishi. Ashrafu qabilatin fi makkata lmukarrama, kabila lililo bora zaidi ya makabila yote katika mji mtukufu wa Makkah.

na nasabu ya nabiyullahi Ismail mtoto wa Ibrahima, amani iwe juu yao. Asilatu maswali. Man sayyiduna Muhammad, ni nani bwana wetu Muhammad? Bimadha jaa, amekuja na kitu gani? Min ayi qabilatin abawahu, wazazi wake wanatokana na kabila gani? Biman yattasilu nasabuhu, nasabu yake inaungana na nani? Majibu yako katika somo tulilomaliza kulisoma. Alkhulasa, maana ya alkhulasa ni mukhtasari wa yale yaliyotangulia katika somo. Sayyiduna Muhammad, bwana wetu Muhammad. Huwa rasulullah ila nnas ajmain, naye ni mtume wa Allah aliyetumwa kwa watu wote. Jaa biddini lislamiyi, amekuja na dini ya Uislamu wahuwa arabiyun quraishiyun adnaniyun, naye ni mwarabu wa kabila la Kiquraishi anayetokana na ukoo wa Adnani. Hili ni somo la kwanza, tukutane katika somo la pili. Lakini kwa yoyote atakayelitokezea somo hili na akanufaika nalo, asiache kuwaombea dua wazazi wangu, haswa haswa Mzee wangu, mzee Ramadhani Ndaki, pamoja na mama yangu mzazi Bi Zainabu binti Andrea, atakuwa amefanya jambo zuri, na mimi ninatanguliza shukurani nyingi juu yake. Wallahu waliyutaufiki. Wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.